Karibu sana mfuatiliaji wa 69 Media, najua leo umeshangaa kutuona tuko na makabrasha, lakini tuko na watu eh, kama mtu wa system vile amevaa suti kali sana. Uh, mimi ni director Onesmo, na kama mnavyoelewa uh, hii ni live mixtape, na leo tumekuja na kitu cha tofauti sana. Nadhani watu wengi mmeshayokufahamu, namna gani eh, kuna kitengo kinaitwa tiba michezoni. Sasa leo mojawapo wa watu ambao wana husika kuwafanyia tiba baadhi wa chizaji wampira wamiguu mabondia ana mbali mbali ya wachezaji wa mpira wa miguu mabondia na macelebrity mbalimbali niko naye hapa, yeye atajitambulisha zaidi na mtamfahamu, kisha tutaenda moja kwa moja kwenye kipi hasa ambacho anakifanya, na hii maana yangu ni nini? Kwamba kuhakikisha wewe mwanamichezo utakapoangalia 69 Media na akaunti ya 69 Sports utapata kujifunza faida hiki ambacho kinazungumziwa hapa, sio tu kukupa story, lakini tunapenda tukupe faida kwa ajili ya afya yako. Karibu sana, sogelea okay, maiki kidogo. Shukran sana, so, yeah. okay. Uongozi uh, wa 69 Media mm -hmm. uh, kwa kuniarika hapa kwa ajili ya kuwapa faida ya jamii ya watu wote ambao wanatuzunguka okay. Kwa majina anaitwa Hashim Yahya almaarufu Dokta Abuu Nuswaybah ndo ambavyo ninafahamika sana, hata bwana Onesimu nadhani tamu, mm, nifahamu kwa jina hilo. Yeah. Okay. Leo nimekuja hapa kwa ku, kubwa zaidi kwa kutaka kuzungumzia cupping therapy au hijama kwa lugha ya Kiarabu, lakini Kiswahili tunaita chuku au kuumika. Hii inaitwa hivyo ni kwa sababu kazi yake kubwa ni kuondoa sumu kwenye mwili, ambao sumu hizo zitapita katika uso wa ngozi kwa kutumia tishu ambazo zitaruhusu hiyo sumu kutoka. Naam. Hmm. Sasa... Tuende moja kwa moja, naomba unitajie, uniambie asili halisi ya hii tiba. Hii tiba ni ya karne nyingi nyingi sana, hata manabii pia wameifanya, lakini imekuja kuboreshwa na Wachina pamoja na Wazungu, na ndio vikaitwa vifaa kama hivi, kwa sababu mm. zamani walikuwa wanatumia pembe za mbuzi pamoja na kondoo Mm. Kwa hiyo mtu anawekewa vile alafu kisha inavutwa huku juu mm. kisha vutwa ile damu itakapo, ngozi itakapokuja juu inakuwa tayarisha tengeneza uwezekano kutoka zile damu chafu ndo, mm. hivyo na sasa hivi wametuboreshia, wametuetea hizi mashine mm. ambazo utakuwa unaweka unavuta damu inatoka safi na bila madhara yoyote. Aha, sasa kabla ya kwenda kuzungumzia hivi vifaa, naomba uniambie ni nani anapaswa kufanyiwa tiba hii? Uh, uzuri wa hii cupping therapy bwana ni mtu wa aina yeyote, mm. uwe una maradhi uwe hauna maradhi, inatakiwa ufanye, na watu wanashauri wa madokta wakubwa kwa hivi vitu kwamba hii baada ya miezi mitatu mtu anatakiwa anafanya, lakini hasatan kwa wale watu ambao mtu mwenye stroke ambaye amepooza, amepooza hata ndani ya miezi mitatu minne mpaka mitano, mm. utakapomfanyia hii, mfano amepooza upande wa kushoto baada ya pale pale, utakapomfanyia mkono wake unaanza kufanya kazi kwa muda huo. mm. Yeah. Na mtu mwenye kisukari mm. mtu mwenye maumivu ya mgongo ile wanaita pingili mm. low pain zote. mm. E, na mtu mwenye pressure anafaa kufanya hiki kitu, kwa sababu ni nzuri sana, inatoa sumu na inaweka mwili wako vizuri, unakuwa una amani. Hata watu wenye msongo wa mawazo hiki mm. kitu inawafaa sana. Je, mm -hmm. mm. yeah, haihusiki na ishu yote ya nguvu za kiume pia kwa watu ambao wanasumbuliwa na matatizo ya nguvu za kiume, kwa sababu kubwa ambayo tunajua ni kwamba mtu mwenye matatizo ya nguvu za kiume shida yake ni kwamba ile inakuwa inaenda tofauti mm. kwa mzunguko wake wa damu. Unapokuwa unaenda tofauti, ni rahisi sana kuzuia hata zile mishipa ambazo zinaweza zikamsaidia kumudu lile tendo, akawa ni hafifu mm. lakini pindi utakapofanya hii cupping therapy itakusaidia sana, utaweza kuperform vizuri na utakaa safi kabisa. Sasa baada ya hapo, natamani kufahamu uh, vipi kwa wanamichezo? Wanamichezo hii inawahusu sana, mfano ukiangalia Ronaldo mm, hakuna mechi hata moja anacheza bila kufanya hii. Mm. Hii kaping therapy ni nzuri sana kwa sababu inasaidia misuli kutanuka, kukaa katika level ile ambayo ni nzuri, pindi mchezaji anapokuwa anakimbia anakuwa na spidi kubwa sana mm. na hata tukiangalia hapa kina Mudathir mm, kina eh, Dixon Job mm, wengi sana wamefanya na watu tofauti tofauti. no, hata yeah, ukiangalia mfano, mara ya mwisho nakumbuka nilimfanyia uh, Moses Fili mm. pia alikuwa na tatizo kipindi fulani alikuwa na majeraha sana mm. kwa nikamfanyia, hali yake ikakaa vizuri, lakini vilevile ndugu yetu likadomomo naye mm. kama kimbili zilizoisha alikuwa na injury kidogo, okay, nikamfanyia kidogo, hali yake ikakaa iko vizuri kabisa mm -hmm. mm. Sasa naomba ufafanuzi sasa wa kila kifaa hapa. Mm. Yeah. Okay. Unaweza ukachomoa una kimoja unatuonyesha sawa? Okay. Hii kifaa hii ni pampu yake. mm. Hii ndo inakuwa inavuta. mm. baada ya kuwa umeshaweka hii mm. baada ya kuwa umeshaweka hii glasi, kwa sababu hizi glasi pia zina namba. mm. kwa hiyo mfano hii huwezi ukaweka kichwani. mm. hii unaweka kwenye mgongo, kwenye paji au kwenye kiuno, kulingana na ukubwa wake na saizi na kulingana na tatizo la mtu mwenyewe mm. ambayo limemleta mm utakavyotumia hii hapa na utakapoweka kwenye mwili ina dakika zake maalum mm. Kukaa mwanzo mm. Ndio maana unaweza ukaona mtu amewekewa mwili mzima mm. Lakini hawezi kumchanja pote kwa ajili ya kutoa damu mm. Hii unavyoweka ni kwamba inavuta, ukiweka mfano hapa mm. Hii inavuta sumu yote ya kuanzia hapa mpaka haya mazingira mm. Kwa hiyo utakapoweka hapa unakuwa huna haja tena ya kuweka sehemu mm. Hii moja inakuwa mm. mm. Mm. Kwa utakapoweka hii ikikaa muda wa dakika tatu ina maana inatengeneza ganzi pindi utakapopitisha kiwembe kwa ajili ya kutoa ile sumu mm. Mtu asisikie maumivu ya aina yoyote mm. Na katika kuboresha hilo mm. tunasaidia. mm. Tunaanza na hii. Hii inaitwa gan massage. Mm. Eh, saidia eh, kuitoa okay. Yeah. Hii gan massage ni kifaa ambacho pia mtu atakuwa anatumia mm -hmm. Hii wanashauriwa hata wale watu wa gym kuwa nayo hii mm -hmm. Hii ni nzuri sana na zinauzwa sehemu nyingi, kwa hiyo hii Mm. Mtu atakapokuwa anasumbuliwa au hata anapokuja kwa ajili ya kufanyiwa hijama mm. the first one anaanziwa na hii hapa. Mm. Hii itamsaidia kwanza, nadhani unaisikia ilivyo. Eh, hii itamsaidia mtu kuweka mwili wake vizuri, pindi utakapokuwa unamtoa damu, itoke damu kwa spidi na vizuri bila kusumbua. Uzuri wa kitu mm. hiki hapa. Mm. Mtu kama ana damu ndogo, damu yake haitoki. Eh. Yeah. Na ina, kama damu yako ni ndogo haitoki. Na, na ina kwa uh, sababu mm. yani ina, ina sense vipi kwamba kwamba damu ni ndogo. Okay mm. utakapoweka kwenye mwili mm. na ukachanja kwa ajili ya kuvuta damu tayari mm. kuna kuoga, kuna damu za aina karibu nne mm. ya kwanza inatoka damu ambayo ni nyekundu tu ya kawaida, huyo mm. ni mtu mwili wake uko vizuri mm. lakini anasafisha damu mm. shanaelewa mm. Lakini kuna nyingine damu inakuja ambayo ni nyeusi sana. Hii nyeusi sana ni mtu ambaye ana sumu nyingi ambazo ni za kutokana na vyakula ambavyo tunakula, lakini kwa waliosoma zaidi pia zinakuwa ni za sihiri. Nikisema sihiri namaanisha kwa watu wa vitu vya kishirikina shirikina, samani hapo hapo. Kwa hiyo kumbe hata kama ni mtu ana vitu vya kishirikina mwilini mwake, hii inaweza ikamsaidia. Hii inamsaidia sana sana, nzuri sana. Uh, utakapotoa hii kwenye mwili wa binadamu utakapoweka damu ile inavyotoka, uh, kwa sababu tunafahamu kwamba maradhi yote yanaanzia kwenye damu hmm. Maradhi yote ndio maana huzo maradhi makubwa yote utakapoenda kupima iwe typhoid iwe malaria uh, iwe ni HIV huwa hmm. tunatumia damu hmm. kwao damu ndio watu ambao wana waliodhurika wali au waliosibiwa na hivi vitu vya kishirikina hmm. Wanafanyiwa matatizo hayo hmm. shanaelewa hmm. Kwa hivyo utakapoitoa damu ya kishirikina itadhihirika kwa namna ambavyo inaonekana. So, mm. lea vizuri inakuwa chafu, <laughs> chafu sana mm. inakuwa ni nyeusi sana na kuna kitu ambacho kinaitwa kwenye mwili wa binadamu embolism au blood clot, ni damu ambazo zinakuwa kama zimevilia ndani mm. lakini inakuwa ni tofauti. Sasa pindi utakapozitoa, mm. ndo utakuja kuona kile kitu ulichokitoa, mm. ni kile ulichokikusudia au ni tofauti mm. sasa kwa daktari ambaye amesomea hivi vitu, mwenye ufahamu zaidi, atakushauri mm. uja tena baada ya muda gani au wanaweza akakupa dawa japo ni mara chache sana mm. Okay. Kondo okay, hivyo eh, eh. Sasa mchezaji amekimbia sana mechi hii, ili awe bora zaidi, anashauriwa afanye au afanye kabla kuingia, uh, ya kuingia uwanjani, inashauriwa afanye atakapojihisi hali yake tayari iko tofauti, amefanya mazoezi kwa muda mrefu mm. itatakiwa afanye Uh, lengo ni kwamba hii unaweza ukaweka kwenye mwili na mtu asichanja, unaweza kamwekea mm. vikombe kumi mm. ukachanja viwili mm. lengo ni kubalansi mwili wake ukae okay, katika level ambao ni standard na mwili wake uweze kupokea vitu vingine, kwa sababu mwili wa binadamu unatoa na unapokea mm. Katika wachezaji wa Tanzania ambao umewafanyia, yupi huwa anafanya mara nyingi sana? uh, mara nyingi sana ambao huwa anafanya Mm, kwa kumbukumbu -kumbu zangu ambaye huwa tunarudiarudia ni mchezaji mmoja wa Azam mm. Oh, jina lake kidogo limenitoka lakini mm. nadhani nitakutumia picha utakapounganisha hii pia utaiweka. Aha. Okay. Eh, sasa mimi nimeparalyze hii nasha, nashauriwa kufanya mara ngapi ili angalau niweze kunyanyuka tena Kwasu? na je, na inaweza ikawa ni tiba sahihi kwa mtu aliyeparalyze akapona kabisa? vizuri sana na mara nyingi huwa inatokea watu walio paralyze wakifanyiwa hii huduma hawezi akachukua raundi zaidi ya wiki, kwa sababu hii mtu aliyo stroke anafanyiwa kwa miezi miwili mm. Kwa hiyo tukimfanyia mfano leo tunakaa, baada ya miezi miwili anakuja anafanyiwa tena. Ikifika mara nne tayari mtu anakuwa shasimama, kwa sababu hata mara ya kwanza wanapomfanyia mm. tayari anakuwa ameshapata matumaini, ila tunashauriwa kurudia kumfanyia kwa sababu ya kuondoa ile hali alionayo hmm. Lakini vilevile vile na kumtengeneza mwili wake urudi katika hali ya kawaida, na mwisho ni kuweka kinga katika mwili wake, kwamba hayo kama ni maradhi yametokana na pressure au hmm, amesibiwa na mambo ya kishirikina, hiyo alisijirudie kwa haraka. Mtu gani hatakiwi kabisa kufanya hijama? Yeah. Uh, yule ambaye kisukari chake kimekuwa ni kikubwa sana, ina maana debit ambayo imekaa ime kwa muda mrefu mpaka imemletea vidonda hataki kufanya mm. Lakini vile vile mtu ambaye mwenye kansa ambayo imemtafuna kwa muda mrefu mm. Huyo si rahisi na si vizuri, tunashauri yeye atumie dawa tu. Sasa turudi tunaangalia, kuna maeneo sensitive kama kichwani. Nimeona kwenye hii akaunti yako kama wengine kichwani, wengine huku mm. Hii ya kichwani na kazi gani? hii magde ni kwa ajili ya wale watu wenye maumivu. Na hapa unatumia kikombe kipi kwa ajili ya kichwani? Tunatumia hii hiki hapa, e, hii tunatumia, lakini mm, nyuma ya kichwa tunaweka hii mm, e, tunaweka hii hii. Inasaidia kwa watu wenye maumivu ya kichwa. Kuna watu mtu ana miaka kumi mm, huwa anauma kichwa hakiponi, mm, kinapona kwa diklofena anakunywa vivyani kidogo ndo anatulia. Mm, lakini pindi utakapofanya hii hijama utakuwa umemaliza kabisa hilo tatizo, mm. Umenielewa? Na wale watu wenye stress mm, ndo tunawafanyia hijama ambayo ni mfano wa namna hiyo mm. Lakini vilevile, uh, wale wa watoto ambao wana matatizo ya kusahau mm. Pia hii ni nzuri sana kwao. Kwa hiyo, ah, mtoto ana, ah, tatizo la kusahau, mtoto mdogo kabisa mm. So nilihisi kama watoto hawafanyiwi no, wanafanya na mtu mwenye kiwango cha damu mwilini mwake kiasi gani anashauriwa kufanya hija? Uh, kwa mwanaume mwenye saba inakuwa ni vizuri zaidi mm. lakini uzuri sasa wa hii hapa, kwa sababu mtu anakuja gafra, hujampima mm. ukajua kiwango chake cha damu mm. huwezi ukajua. lakini utakapomwekea hii mm. kwa ajili ya kumfanyia itakudhihirishia kwamba huyu ana damu ndogo, kwa sababu namna ambavyo umeweka kiwembe mm. na namna ambavyo umevuta damu, lakini damu haijatoka itakwambia huyu damu yake ni ndogo mm. japokuwa kuna wengine wana chanja vibaya mwisho wa siku mtu anamaliza kufanyiwa na anabaki ana alama mm. hao wanasumbua, kiona hivyo damu haijatoka, analazimisha kutoa, mwisho wa siku anakuwa anamdhuru mtu kwa sababu mm. Kitu kingine kizuri ni kwamba hii hijama unaweza kumfanyia mtu usoni hapo mm. alafu kesho akiamka hii alama haipo hata moja, na umepitisha kiwembe mm. Lakini mtu ambaye anachanja vibaya akikuwekea hivi inakaa hata miaka saba. mm. Umenielewa? Kwa sababu katika mafundisho ya kuchanja mm. Ni mfano unachukua pepa ile karatasi lim nyeupe mm. Unavyoikata hivi ile alama ya wembe inatakiwa isitokeze upande wa pili ko, ni kidogo sana mm -hmm. okay. Sasa tunaangalia watu wengi wamekuwa na matatizo, nakuta mtu tukaanguka ghafla, mwingine kama mimi, mimi nikiamka asubuhi misuli, yani unakumbuka mara nyingi nakwambia bwana, mm -hmm. Misuli imekakamana ime nini sasa hii inanisaidia vipi mimi, au unaweza, tatizo linakuwa liko wapi? mpaka nafikia tua misuli yangu na hizo damu unazozisema, au inakuwa ni... kama ambavyo nimetangulia kusema kwa mwanzo kwamba midi za watu ziko tofauti. Mm. Lakini vile vile mizunguko yetu iko tofauti mm, kulingana na kazi zako inaweza kawa ni jambo la kawaida, lakini lazima ujitafutie njia ambayo litakukinga mm. hiyo hali sio ya kuendelea kwa mm, sababu madhara yake yanaweza kaonekana tena baadaye zaidi mm. Kwa hivyo unachotakiwa ni kubadilisha ratiba zako vizuri mm, lakini vile vile udumu kwenye mazoezi, lakini kubwa zaidi lishi ya chakula ambacho unakula, hmm. na pia usiache kufanya hijama walau kwa mara moja kwa miezi mitatu, mm -hmm. na mchezaji wenye spidi kama Pakome uh, tunawaangalia wakina Moris hivi, wachezaji wale pia ni wana, wanaweza wakawa wanasaidiwa na hii tiba pia. Hii itakusaidia sana kwa sababu, ili uwe na spidi lazima damu yako iwe iko vizuri na inazunguka vizuri. Kwao hii itakusaidia wewe hmm. mchezaji ambaye unataka kuwa na malengo mazuri au una malengo mazuri kutaka kuivusha timu yako, mm, kwenda levo kubwa zaidi na kuwa mchezaji ghali. Mm. Hii ni muhimu sana kuifanya. Mm. Itakusaidia wewe kuwa na spidi, lakini vile vile maradhi ya mara kwa mara, hii inakukinga itakuwa kutakuwa vizuri kwa sababu damu inapokuwa inazunguka vizuri mm. itakufanya utakosa kuwa na blood clot, yale marundo ya damu au vile vimelea ambavyo vinakuwa vinasababisha mm. damu yako isizunguke vizuri. Kwa hiyo utakapofanya hii ukiongezea na mazoezi unakuwa strong sana. Tunaangalia kuna watu wenye shida ya kupata usingizi. Mtu anakuambia sipati usingizi kabisa. Mm. Anashauriwa kufanya hijama pia? Anafanya hijama mtu ambaye mwenye tatizo hilo, lakini hijama yake pia ina kitu sisi tunaita points. Hmm. Mtu ambaye anaumwa kichwa hueza ukamwekea begani hmm, kwa huyo unamwekea kwenye shipa za fahamu hmm, lakini baada ya hapo sehemu nyingine ambayo ni muhimu sana kumwekea hmm, ni kwenye kiuno hmm, eh, kwa sababu huku ndo kuna fahamu zote ambazo zinafanya mpaka mifupa yote imeshikana na kulingana na hii sehemu hmm, ko utakapomwekea hapa hii itamsaidia kumwondolea ukungu, kwa sababu hata wale tu wenye matatizo ya macho wanashauriwa hmm, kufanya hii Mm. Eh, hii hijama ina mtu mwenye shida ya macho anafanya. Kwa hivyo hata mtu mwenye tatizo la usingizi mm. hii itamsaidia sana kumweka vizuri, endapo tu atabadilisha ratiba zake, kwa sababu kuna wengine hao ni maradhi kama unavyosema mm. ila atakapofanya hijama hali yake itakuwa ni vizuri sahihi. Tunazungumzia uh, sini liwekeji mwanaume ambaye anasumbuliwa na tatizo la nguvu za kiume. Sasa huyu utamwekea hivi kombe wapi? Hivi vikombe vyake vinawekwa kiunoni na kifuani. mm. Eh, unamwekea kifuani hapo unamwekea viwili, mm. au vitatu, lakini kulingana na tatizo lake na umri wake, sababu mm. hivi vitu pia vinaendana na umri. mm. Mzee wa miaka 80 huwezi ukataka kumwekea, eh, vikombe ambavyo utawekea wewe mm. itakuwa ni tofauti, umeelewa? mm. Na ndio maana hii iko aina nne. mm. Kuna hijama ya mtu mwenye stroke mm. utakapomfanyia ni tofauti na mtu mwingine. mm. Na kuna nyingine inaitwa full body ambayo ni ya mwili mzima. mm lakini kuna half lakini kuna same point. Mm. Sasa huyu ambaye anakuja kwa shida ya nguvu za kiume mm, huyu unamtibu kwa same point. Mm. Anakwambia bwana, mimi na shida fulani, unajua moja kwa moja huyu shida sio pote mm, shida ni sehemu fulani, kwa hivyo unamwekea na, na mambo yanaenda vizuri. Nimeona uh, kuna wakati ukiweka hivi kombe ukitoa, kuna wakati anatoka damu, lakini kuna wakati kama mabonge ya mafuta Kaya, hao wanaotoa wa mafuta hao, shida yao inakuwa ni presha na wana mafuta mengi kwenye mwili, kwa hii inasaidia hata wale watu ambao ni wanene kupitiliza unaotaka kupunguza mafuta hii ni nzuri sana. Hmm. E, mtu atakavyotumia hii hijama itamsaidia kupunguza uzito, itatoa madamu ambayo hayana kazi kwenye mwili, itakuongezea hmm. Lakini vilevile ambazo seli zinahitajika kwenye mwili wako hmm. Na utaka vizuri sana. Lakini unavyoona yale mabonge mabonge, hmm. Hizo ndio sumu sasa ambazo zimetoka kwenye mwili hmm. Yanakuwa kama maini fulani hmm. E, kwa hiyo hizo ni sumu ambazo mtu anakuwa nazo mwilini hmm. Zinavyokuwa zinatoka zinakuja katika mfumo kama huu hmm. Unaweza kuweka kwenye maji ikakaa masaa mawili na isiye yuko eh, nimeona pale ulirushia kwenye maji ikaonyesha sasa. Uh, kuna mtu ambaye ana tatizo la asira mara kwa mara, hii pia haiwezi kumsaidia? Uh, hii kwa upande wa asira bado sijakutana na changamoto ya mtu wa namna hiyo mm. Uh, lakini madamu inatibu vitu vingi, siwezi kuitolea ushuhuda. inatibu magonjwa ya takriban mangapi? yeah. Uh, magonjwa mia moja kumi na moja magonjwa mia moja kumi na moja yote yanasaidika. Kwa mfuatiliaji wa 69 Media, hii ni elimu bure kabisa. Sasa wewe unaweza ukawa kama mimi, ukikaa mara kiuno mara shingo mara pua na kaa hivi mara vipi. Sasa kazi ni kwako, kumbe tiba inapatikana kabisa. Sasa bwana Mawala eh, jitahidi sana ufanye hijama ili kusaidie, muda mwingine unasimama muda mrefu na makamera haya kwa hiyo hii na massage, kipi ni bora zaidi? Uh, the first one ni lazima utafanya massage mm. Kwa sababu ya kuweka mwili vizuri na kuwa tayari, kwa sababu maana ya kufanya massage, ina maana unataka mwili wako relax. Mm. Kwa mwili unaweza ukarelax lakini bado ukawa uko mzito mm. Kwa sababu massage hauondoi kitu nata mm. Massage unasafisha t mm. shaelewa, na kuweka mwili wako uwe vizuri, urelax mm. Kwa utakapofanya hii unajipunguzia uzito mm. Utakapofanya hijama ndo maana unatoa vitu lakini, unachoingiza pale ni binadamu yeye mwenyewe anaingiza, kusaidia ni nzuri na hali yake. Na kapoa bwana, hii kwa kweli sasa, inabidi tupambane nayo. Wito wako kwa wanamichezo, wanamichezo hasa wa Tanzania? Mimi nina kubwa sana na nakaribisha kwa wingi sana mimi napatikana Instagram na TikTok kwa jina lile lile Dokta Abuu Nuswaybah, lakini naruhusiwa kutoa mawasiliano yangu ya simu <laughs> okay. utanipata kwa namba 0786153977 na na na hiyo ndio namba yangu ya simu na utanipata muda wote, lakini uzuri zaidi ni kwamba mimi ninamfata mtu popote pale alipo mm. ninamfata na namsaidia ninam cha kuongezea mm kuna wale watu ambao kinadada mtumitumia losheni nyingi mm. mapele yanatoka, mtu anakuwa yani uso mkakamavu sana mm. hii ni nzuri sana mm. anakuwa vizuri sana wale wenye sura ngumu pigeni <laughs> hijama, kwa sababu sasa hivi watu wanatumia vitu vingi sana. mtu 9, mm. sijui, ana mafuta kumi na tisa, sabuni nane, sijui. watu wengine siku hizi hadi grease wanapaka mwilini, wanapaka grease, bado tu oil tunakuambia hii oili ya nini? Kwa hiyo Bwana Dkt Abu anakwambia kabisa, kazi ni kwako mwanamichezo. Unasumbuliwa na spidi, fanya hijama. Mdada sijui kiuno kinakaa, unajua msichana ukiwa kiuno kimeyumba kidogo, huduma zingine zitakuwa changamoto mm. E, kwa hiyo unabidi ufanye hijama mm. lakini pia mtoto kama anasahau, mi nishasikia kuna mtoto amesahau kutembea <laughs> E, yani katambaa akaja akaumwa, eh, anapona kasahau kutembea hey. <laughs> <laughs> E, matatizo yapo e, na, na, kuna wengine sisi ambao usingizi, yani unarudi asubuhi unaamka asubuhi yani, usingizi pia hauji e, kwa wakati. Kwa hiyo hii ni tiba nzuri sana kutoka kwa Dr. Abu. Mimi na Imani mfuatiliaji wa 69 Media zilikuwa ni dakika 20 za kutosha kabisa kukupa elimu na kukufungua zaidi. Hadi wakati mwingine, mimi ni director Onesmo, nilikuwa na